Hivi nikikupatia spana unatarajia spana hiyo iweze kujitegemea na iweze kwenda kufungua bolti za gari wenyewe? Jibu hapana, si ndio? Sasa spana siku zote imekuwa ikihitaji mkono wa fundi ambaye ana ustadi ili basi iweze kufanya kazi yake vizuri. Bila ya fundi spana inabaki tu kama chuma ambacho kipo tu kama ilivyo vyuma vingine ambavyo havina kazi yoyote. Sasa nisikilize vizuri leo. AI ni spana, na wewe ndio fundi. Kuna moja ya mwenzetu ambaye aliweza kuweka maoni yake katika moja ya video ambayo niliweza kuwa naongelea kuhusiana na AI, na katika hiyo video niliweza kutamka statement hiyo kwa AI, ichukulie kama ni spana, lakini sikuweza kuelezea haya maneno ambayo niliweza kuyatamka katika hiyo video. Na yeye aliweza kuliona hilo, na akaandika comment yake akasema, kwamba jinsi gani naweza kuitumia AI kama spana? Sababu tayari uh, aliweza kusikia nimeweza kutamka mstari huo katika hiyo video. Sasa watu wengi wamekuwa wakitumia AI vibaya, wanahitaji kuifanya AI iwe ndio dereva maisha yao badala ya kuweza kuitumia ikawa ni kama chombo tu. Sasa matokeo yake unakuta watu wanakuwa wanapata majibu ya ovyo na watu wamekuwa wakidumaa kiakili. Sasa leo nitakwenda kufundisha njia tano za kwenda kutumia AI kama spana. Ili basi, uweze kufanya kazi zako kwa haraka mara kumi zaidi, bila basi ya kuonekana kama ni robot, mtu kuweza kuhisi kama umetumia AI. Na hili ni darasa tosha. Leo kupitia video hii unaweza kujifunza mengi ambayo basi yatakutofautisha wewe na wale wote ambao bado hawajatazama video hii na hawaelewi kile ambacho tutakwenda kuongelea leo. So matumizi ya kwanza ya spana hii ni katika masuala mazima ya ideation. Tunapoongelea spana leo, naongelea AI. tunaongelea masuala ya ideation ama tunasema kupata mawazo. Mara nyingi sana huwa mtu unakwama katika kuanza jambo fulani. Kwa mfano tuchukulie, unataka kuandika barua ama unataka kuanzisha biashara ama unataka kutengeneza video. na upo na karatasi yako nyeupe empty kabisa, haujui uanzie wapi, haujui kipi cha kukiandika, haujui wazo la biashara ambalo unalihitaji inakuwa ngumu kuweza kuanza. Sasa usitumie AI iweze kukuandikia kila kitu. Jaribu kuitumia AI ni kama mshikaji wako tu ambayo utakuwa unapiga naye stori. Badala ya kuweza kuiambia AI niandikie script ya YouTube na umemaliza, andika hivi, mimi ni content creator mfano, ambaye nimejikita katika tech na nina wazo la kufanya video kuhusu simu za Android nipatie mawazo kumi tofauti na ya kipekee ambayo basi yataweza kuwavutia vijana. Unaona tofauti uliyopo, kulikoni kuweza kuandika tu maneno matatu niandikie script ya YouTube? Lakini tayari unakwenda kumwelezea wewe ni nani, unataka nini, unalenga nini. Hapo AI ina act kama ni reflector, itakupatia basi options na wewe ambayo una act kama ndio fundi hapo, utaweza kuchagua kati ya hizo option ambazo ni nzuri sana na kuweza basi kuifanyia kazi. Hivyo ndivyo unavyoweza kutumia AI kama spana ya kuweza basi kufungua ubongo wako kuweza kupata mawazo mbalimbali mbali katika kile ambacho unakifanya. Lakini pia kuna ishu nzima ya summarization. Ikiwa wewe ni mwanafunzi ama ni mtu ambaye unapenda kujifunza, basi AI ni spana yenye nguvu sana kuliko spana nyingi sana ambazo zipo mtandaoni. Fikiria upo na PDF ya kurasa hamsini. Ama let's say upo na document ndefu sana ambayo imekusanya Kiingereza kigumu. Unafahamu lugha yetu ni Kiswahili, unapokutana na Kiingereza ambacho kina maneno ambayo hukutani nayo mara kwa mara, inakuwa ngumu kwako kuweza kuelewa kiurahisi, na unahitaji kuweza kuelewa kwa haraka. Sasa tumia mbinu ambayo inaitwa explain like I am five, nieleweshe kama mtoto wa miaka mitano. Copy hicho kifungu ambacho ni kigumu unahitaji kukielewa kwa urahisi na kiundani kiweke katika AI kama ChatGPT ama Gemini whatever, na andika summarize this text in simple Swahili bullet points via the concept of ile ambayo nimekuambia explain like ambao tunaita, e I am 5 ambayo tunaita kwa ufupi ELI5. Ghafla utaona kile kitu ambacho ni kigumu kinakuwa rahisi kama tu kumwangusha mlevi. Na hapa AI haijakusomea tayari, imekusaidia kuweza kuchambua kabisa, ili basi wewe uweze kuelewa vizuri zaidi na kwa urahisi. Hivyo ndivyo ambavyo tunasema AI inaact kama spana na hiyo ndio spana yenyewe. Lakini njia ya tatu ni kuweza kutumia AI kama editor ama mhariri. Nini namaanisha? Let's say umeandika barua ya kuombea kazi ama umeandika captions ya Instagram kwenye posti yako, lakini tayari unahisi lugha haijakaa sawa, kuna vitu havipo sawa. Usiitume hiyo barua hivyo hivyo Chukua hayo maandishi yako, hata kama ni mabovu yabandike katika AI na uweze kuipatia amri AI. Kama unatumia Gemini, unatumia cloud, unatumia ChatGPT, yoyote ile, fanya hivyo. Iandikie haya maneno: act as a professional copywriter review my text below and improve the tone to be more persuasive and fix any grammar errors but keep the original meaning. Na hapo sasa utaona AI ikiweza kukurekebishia. Ni kama vile inafanya kazi ya msasa. Wewe ndiye ambaye utakuwa umetengeneza kiti ambao ni hiyo content yako, lakini tayari AI inakuja kupiga msasa ili basi hicho kiti kiweze kung'aa. Hii inakufanya wewe uonekane professional sana. Lakini vilevile kwa wale watu wa tech na watu wa maofisini, hapa ndipo AI sasa inageuka kuwa super spanner. Huenda wewe unatumia Excel. Katika kazi zako na umesahau formula fulani, na unahitaji kuitumia katika kazi yako, ama let's say wewe unaandika kodi za Python na zinakataa kuran, umepata bug. Sasa badala ya kwenda Google na kuweza kusoma document ndefu sana, ama peji ambayo imeelezea hiyo era, ina maelezo mengi marefu, ikakuchukua wewe muda kuweza kupata hiyo solution basi tayari wewe ingia katika AI uiulize moja kwa moja, let's say kwa mfano unaweza kuiandikia AI I have an excel sheet with a name in a column A and the cells in a column B. Write a formula to find the total sales for Jones. AI itakupa automatic formula hiyo hapo hapo. Sasa hapa AI inafanya kazi kama calculator, haukariri formula tayari wewe umeshaelewa ile mantic logic, inatosha tayari unaitumia AI kuweza kukupatia jibu la haraka. Hii unaona ina, inaokoa masaa ya kuweza kufanya kazi hiyo. Sasa hivi ulimwengu tulokuwa nao sio ulimwengu wa kuumiza kichwa sana kukariri. Haikutaki wewe kuweza kukariri sana katika hivi vitu. Internet tu ikishakuepo, Google ipo, AI hizi is, zipo, conversational AI. Ukishafahamu kitu, ukishakuwa na logic ya kile kitu, una uwezo wa kuuliza katika hizi AI na ikakupatia njia na ukakumbuka njia hiyo na ukaweza kuitumia na ukaweza kuifanya. Jaribu kuwa smart katika ulimwengu huu ambao ni smart sana. So, ili spana sasa iweze kufanya kazi vizuri, lazima uweze kutambua namna gani ya kuishika vizuri. Kama utaishika spana vibaya, mkono utaukosa. Sasa hata katika AI hichi kitu kinaitwa prompt engineering. Watu wengi sana wamekuwa wakipata majibu mabovu kwa sababu tu wamekuwa wakiuliza maswali mabovu. Tumia formula hii ambayo leo nitashare na wewe sasa hivi kupitia video hii. Formula hii imekusanya vitu vitatu, unapotaka kutumia hiyo AI yako, jaribu basi kuitumia formula hii ambayo nakupatia hivi sasa. Jambo la kwanza ni kuweza basi kuweka role. Tunasema nani? Yambie AI iwe nani? Kwa mfano, let's say unamwambia act as a senior developer. Jaribu kuipa role. Lakini jambo la pili ni task. Iambie hiyo AI ifanye nini baada ya kuipatia role. Mfano write a Python script. Tayari umeiambia act as a senior developer na tayari unaiambia iandike Python script. Then inakuja format. Iambie sasa unahitaji jibu iweje. Kwa mfano, let's say in a code block with a comment. So act as a senior developer, write a Python script in a code block with a comment. Unaona role, task Format. So ukishika hiyo spana hiyo AI hivi ambavyo nimekutajia katika hizo wengo tatu, hakuna bolt yoyote ambayo itakuletea majibu mabovu. Lakini vile vile, kuweza kutamatisha video hii nategemea umeweza kujifunza na kupata kufunguka kidogo, na kwa wenzetu ambao wameweza kucomment, jibu ni hilo, AI ni chombo cha ja kuweza kukuongezea nguvu. Ukiona unatumia AI kufikiri badala yako, hapo tayari unaanza kukosea. Kama utatumia AI kuweza kufanya kazi ambayo unaifanya na itakuweza kusaidia kuweza kuboreshea kazi hiyo basi tayari hapo unatumia as a spanner. Usiwe mtumwa wa teknolojia, kuwa bwana wa teknolojia. Wewe unatumia AI kufanyia nini? Hemsha na mimi katika sehemu ya comment hapo niandikie. Lakini vile vile, kama upo na swali lolote niambie katika sehemu ya comment, uliza hapo, tutaweza basi kuja kuliongelea hapa katika channel yangu ya YouTube na kuja kupeana mawazo maili matatu, ambayo yatafungua bongo zetu na kuendelea kuwa watu wa kujifunza kila siku, kuwa wafanisi na kukua katika ulimwengu huu wa teknolojia. Kama video hii imeweza kupatia mwanga, imekupatia kitu kipya, hakikisha una like na subscribe channel yangu ya YouTube. Jina langu ni Mohamed Hafidh, tukutane wakati mwingine katika video ijayo.